wakizungumza kuhusiana na kuonekana kwa mnyama huyo, mhifadhi mkuu wa shamba la miti Wino, mhifadhi Glode Fortunatus na mwananchi aliyemuona Bwana Hildebrand Mponda wanasema. Kwa simu na mwananchi ambaye ni mkulima wa kijiji cha Lilondo alitupigia akisema amepewa taarifa kuna kakakuona yuko shambani kwa mzee. Tunatoa elimu mbalimbali kwenye vijiji, kwa hiyo walivyoona wakaona ni watu sahihi. Kwa hiyo tulivyofika, tukapata mawasiliano tukafika eneo la, kwenye shamba la mkulima, tukamkuta mnyama huyu, fahamu, isipokuwa nilikuwa nimeombwa na wamama mama tuende nikawaonyeshe kuni, alikuwa anatafuta kuni, kwa hiyo niliongozana nao sasa. Wakati tuna, tunaenda sasa kwenda kutafuta kuni hizo kwa mama, kwa hiyo nilimkuta huyu mnyama yuko mbele yangu, mimi mwenyewe nilifikiria nyoka Naye mkuu wa wilaya ya Songea Bwana Wilman Ndile anamzungumzia mnyama huyo na utabiri wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na atatuonyesha vizuri, nafikiri hata mambo ya 2025 Oktoba, huyu mnyama atatuonyesha mwelekeo wetu vizuri. Na sasa sisi tumefuata mila na desturi za wazee, wametuambia tuweke panga pale, tuweke na punje pale, tuweke na unga, tuweke na maji, lakini naona bado anaaibu Anaaibu, inawezekana pengine hata sisi wenyewe hatujaji hatujajipanga vizuri, kwa sababu unajua wenyama hawa, nyama hawa wana, wana connection ya mambo ya, ya kiroho zaidi, lazima uwe msafi kwa... zaidi. Hata hivyo, Bwana Ndile anasema wanamchukua mnyama huyo na mtoto wake na kumpeleka kwenye bustani ya wanyamapori ya Ruhila kumuhifadhi huku wakimtarajia atabiri. Bahati nzuri, huyu mnyama ana mtoto. Wazee wangu, nashukuru sana pamoja na mzee wangu mzee Wela Uh, umetuongoza vizuri sana kwa mila na desturi zetu, na kwa kweli tunawaheshimu sana na mimi niwahakikishie huyu mnyama at, sasa yuko salama, yuko kwenye mikono salama na atalindwa vizuri sana na ninyi mkitaka kuja kumsemesha baadaye, mtakuja tu kwa sababu uh, Ruhila zoo au uh, bustani ya Ruhila ni ya umma. Mimi ni Joseph Mwambije wa ITV.